Asante kwa kuendelea kusalia na UTV, asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa Azam TV na hii ni Alasiri Lonji siku ya leo. Upo nami Maroksi Mbaya pamoja na Jafari Mponda. Tulikujuza awali kabla hatujaenda mapumziko mafupi, je, unakiwasha? Una ndugu jamaa na marafiki ambao wana kisimbuzi cha Azam TV lakini hawakiwashi? Wana changamoto yeyote? Basi tutakuja kujadili hapa kwa pamoja na mambo mazuri, na tunasema dafina au surprise ambazo zinakuwa zinaandaliwa katika kampeni hii ya Kiwashe. Mbona umeshtuka, mbona nilipomwambia Dafina? Dafina, eh, neno la ndani kabisa hilo. <laughs> Mimi ni mwenezi wa nani? Wa? Bakiti. Eh, bwana wewe. <laughs> Tayari tunaye hapa Mami Kisena, meneja wa maduka ya mauzo ya Azam TV, kutujuza kinagaubaga. Karibu sana. Asante mas. Kwa jinsi ambavyo unatabasamu. Naam. Dafina ina maana zipo nyingi sana. Hakika. Zipo za kutosha. Mm-hmm. <laughs> Yeah. <laughs> Ndio, Mami Kisena. Nahm. Kwanza tueleze tu mpaka sasa kwa sababu eh, program hii ya, ya aba kampeni hii ya Kiwashe. Nahm. Imeanza muda mrefu mpaka uh, sasa eh, watu wameviwasha huko hali ipoje? Uh, Jafar, kwa kweli tumefurahi na tumepokelewa vema na kamp, na kampeni yetu ya Kiwashe kwa sababu wateja wamerespond kwa kufata kile ambacho tulikuwa tukiwaelekeza Wateja wamefika katika maduka yetu sehemu mbalimbali, kanda mbalimbali mbali, mikoa mbalimbali mbali kwa ajili ya kuweza kuviwasha vingamuzi vyao. Na Jafari na Amasi, tuna viwasha vingamuzi kwa dizaini mbalimbali, na kubwa tunalolisisitiza kabisa katika kiwashe mm, ni kuto kumpoteza yule mteja wetu ambaye tayari tulikuwa naye tayari tulikuwa tushampata mm. Kwa hiyo tunachomsisitiza na kumwambia ni kwamba kama ana changamoto yoyote ile katika kisimbuzi chake mm, basi afike. Lakini tuna wateja ambao ni non subscriber, wao sio wateja ambao wana hizi vingamuzi Muzi au vitu vyovyote, ni wateja wetu wa Azam Max, kwa namna moja au nyingine, wamepata changamoto katika Azam Max zao, pia tunawasisitiza, tunawasistiza na wenyewe waweze kufika katika maduka yetu waweze kupata huduma yetu ya kiwashi. Na tunakiwasha kwa namna gani? Basi ni tunakiwasha kwa namna ambayo yule mteja ambaye amepata changamoto ya kisimbuzi na fundi akakipitia kisimbuzi chake akakonfirm kwamba hichi hakiwezi kuendelea kufanya I mean matumizi ya Azam TV, huduma yeah, za Azam TV, huyu tunakwenda kumpa kisimbuzi bure yeah, kwa maana ya kwamba tunataka tu atuhakikishie atalipia miezi miwili mm -hmm, ya kifurushi ambacho yeye mwenyewe ndiye anakwenda kukitumia. Alina shida kupata kisimbuzi bure. Wala, Kabisa. Yeah. Yeah. Kwa, <laughs> kwa hiyo mm, yeah, tunamsisitiza mteja na kumshauri mteja alipie kisimbuzi kwa miezi miwili yeah nyuma kidogo nikupe histori kwamba mm -hmm. mteja alikuwa akinunua, sio analipia kifurushi, analipia kile kisimbuzi ambacho tunambadilishia. Tulikuwa tunampa kisimbuzi kitupu kama kisimbuzi, lakini sasa hivi akilipia kisimbuzi kwa miezi miwili, tunampa na all accessory kwenye kit ile nzima. Anapata remote, anapata adapter, anapata HDMI AV zote zinakuepo pamoja na battery ya kuweza kuoperate remote anakuwa anapata, lakini ni miezi miwili tu amelipia ya kifurushi. Kwa hiyo as tiza wateja waweze kufika katika maduka yetu katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kukiwasha. Tunahitaji wateja wote waweze kwa na huduma. Sawa, kwa wale ambao wana visimbuzi uh, vya Azam TV, kumbuka tupo na Mamiki Sena hapa, yeye meneja wa maduka uh, ya bidhaa za Azam uh, TV ambapo tupo naye leo hmm. Kama kisimbuzi chako unahisi hakifanyi kazi tena, unachotakiwa ni kukirejesha, utapewa kingine bure. Kikubwa zaidi ni kulipia Eh, kwa miezi miwili utake nini tena? Hapa sauti imetosha bila hey, shaka imetosha. <laughs> na mimi, kuna wale ambao wapo mbali au Nami, walikuwa hawapati huduma, maduka yapo mbali. kuna, kuna kampeni za kwenda mikoa, wilaya mbalimbali mbali. Sasa Nami, hivi tunaelekea wapi? Uh, sasa hivi tunaelekea Chalinze. Uh, fokasi yetu kwa sasa hivi tuko mkoa wa Pwani, mm. Tunaenda Chalinze kwa ajili ya kuzindua duka, lakini pia tumeanza tangia jana tunafanya road show mbalimbali mbali katika maeneo yanayozunguka Chalinze kwa ajili ya kuweza kuwafikia wale wateja ambao wana changamoto za visimbuzi. Tuna timu ya mafundi wetu, I mean, tuna timu ya watu wa sales ambao wapo kwa ajili ya kuwaelimisha wateja ni nini wanapaswa kufanya ili waweze kuviwasha visimbuzi vyao. Kwa hiyo wateja na wadau wote wa Chalinze na maeneo yanayowazunguka, tupo Chalinze na kesho asubuhi mtatukuta pia, tutakuwepo na tutaweza kuhudumia katika huduma zilizokuwa bora kabisa. Una kisimbuzi chako ambacho kina changamoto yoyote ile, una accessory, I mean, kifaa chochote ambacho kinafanya kazi na kisimbuzi kina changamoto yoyote ile, fika, tutaweza. yes, afike maana sisi watoto jamani, wenye watoto tunafahamu hii changamoto ya remote <laughs> kabisa, kabisa yeah. Ni changamoto, afike na remote yake, sisi tutampatia huduma kabisa ambayo ataweza kubadilishiwa kisim, I mean, accessory yake ambayo anatumia okay. yeah. Haya, sina shaka kwa wakazi wa Chalinze e, wamelisikia hili na tunarejea tena na tena e, kiwashe Chalinze e, kesho ugeni huo sina shaka mtaupokea vema kabisa. Kabisa la tatu tumalize nalo ndio. Naam, mimi napenda kuwaambia wadau wetu na wateja wetu wa Azam TV kwa chochote kile ambacho wanakipata wasisogee katika sehemu ambazo sio official, sio sehemu rasmi kwa ajili ya huduma za Azam TV. Tuna maduka yetu katika kanda mbalimbali. Karibu kanda zote tuna maduka maduka yetu lakini na zile sehemu pia ambapo hatuna maduka wanaweza kufika katika mawakala wetu, wana bango kabisa zimeandikwa wakala mkuu. Anaweza kufika katika wakala wetu, akaweza kupata huduma stahiki. Asipite kwa mtu ambaye ana ujuzi au anafanyeje, wakati mwingine anakwenda kuharibu bidhaa kabisa, basi nakuja kujua kwamba ni kitu gani, ni kitu gani alipaswa afanye. Kwa hiyo wafike katika maduka yetu yaliokuwa sehemu mbalimbali Dar es Salaam na mikoa mingine yote aweze kupata hujum, huduma zetu okay. Azam TV tupo kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Azam TV tupo kwa ajili ya kuwaburudisha wateja, kwa hiyo hatuwezi kumwacha mteja yeyote apate changamoto. Fika katika maduka yetu utaweza kuhudumiwa. Eh, eh, <laughs> <laughs> na sisi wateja tunaahidi tutakiwasha hakika naam. Tazamaji walasilonji ni eh, Mami Kisena Meneja wa maduka ya mauzo Azam TV na huo ndio ujumbe, wakazi wa Chalinze, mapema kabisa bila shaka. Chalinze mjini pale e, kama una tatizo lolote hitajio lolote, na unataka kufahamu mengi kuhusu uh, visimbuzi uh, vya Azam TV basi fika hapo na upate suluhisho.